Katikati kiwanda cha muziki Bongo Flava kimekuwa na mijadala mikubwa sana kuhusiana na masuala mazima ya ufanisi wa lebo za muziki Tanzania. Takumbuka Mac Voice kutoka lebo ya Next Level Music ya kwake Rayvani alionekana kwenye show za chaka tuchaka, maneno yakawa ni mengi sana ambayo yanazungumzwa kuhusiana na Rayvani kumiliki lebo, lakini pia zikagusiwa na lebo nyingine tofautitofauti, lakini mashavu mengi sana yalitolewa kwa WCB Wasafi kama moja ya lebo kutoka Tanzania ambayo inafanya vizuri. Sasa basi, tuzungumze na Joh Makini, mwamba kaskazini ambaye ni mmiliki wa Makini Records, lakini pia sasa hivi anamiliki joint kali sana mjini inaitwa Mr Nice Guy. Tutazungumza naye vitu vingi sana sana sana. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taya mtewa nangu, mnasemaje? Jo Makini, Oktoba 8 mwaka wa 2020 ulituletea lebo ya Makini Records na ukatutambulishia msanii wako ambaye anaitwa Otuku William, na wakati huo wa utambulisho mliachia kazi inaitwa Push It ambayo Otuku William alikushirikisha wewe kwa undani kabisa, utendaji kazi wa lebo hii ya Makini Records uko vipi? Lakini pia utuku William, nini kinafanya watu wasimpate kwenye yale matarajio ambayo wa walikuwa nayo mwanzoni wakati unamtambulisha? Makini Records ipo, utuku William yupo, lakini ambacho watu hawajui ni kwamba utuku William ni mtu mwenye mambo yake mengine mengi sana nje ya muziki. Na sisi uh, tu wakati tunaanzisha hii lebo unaweza kusema kwamba ni wazo nilikuwa nalo mimi, lakini pia lilichangiwa zaidi pia na yeye mwenyewe tu. Kwahiyo ni, ni kama business partner mwenzangu. Kwa hiyo Otrick yupo is doing his work, anafanya mambo mengine mengi ambayo hayo anaweza kuja kuelezea yeye mwenyewe akija kwenye interview, so vitu ambavyo vinatakiwa kuziongelea kwa sasa hivi. Lakini yuo tu yupo na anafanya production kama kawaida. Muda na wakati sahihi wa kutoa kazi zake ukifika mtasikia ngoma zinatoka. Hongera sana Joh Makini kwa kutuletea kazi nzuri sana inaitwa Mr Nice Guy. Kule ndani umezungumza vitu vingi sana sana sana. Kuna sehemu unasema kwamba kuna siku ya kuuza mechi hiyo hata kwa wachungaji iko peki. Kuna sehemu ukasema kwamba tunakosea sana lafu tunapatia tena, lafu tunapoteana, lakini pia kuna sehemu unasema kidondani ndio tunafia pana sumu na hatuna fia, yani hatuna uoga. So kuna vitu vingi sana umeandika na kuhusu Mr Nice Guy. Wewe mwenyewe hautaki kuwa Mr Nice Guy. Kwa nini tumeaimba yote haya? Mr Nice Guy ni wimbo unaojaribu kuelezea na au kuwakumbusha watu kwamba sisi ni, ni binadamu na tumeumbwa na kila mmoja ana mapungufu yake, hakuna mkamilifu. Kwa hiyo ni muhimu kukumbushana vitu kama hivyo, kwa sababu wakati mwingine watu wana, wa, wanatarajia wewe utakuwa tofauti na vile ambavyo ulivyo, halafu end of the day, mtu anakuwa disappointed. Kwa hiyo ni vizuri watu wakak, wakajuana, lakini wakajawabisa kwamba kila mtu ana ana, ana side A yake ana side B, kila mtu wakati kila mtu ana, ana dark side yake. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Hiyo ndiyo idea na wazo zima la wimbo wa Mr Nice Guy. Huyo ni Joh Makini, mwamba wa kaskazini amefunguka hayo. Dropisha comment yako kwa kile ambacho amekizungumza, lakini pia usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mimi naitwa Sadi TZ Mbeba maono ya mtaa taya mtemi wako na wangu mnasemaje? fanya kuni IG kwa jina la Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 813.